Wengi tunafahamu kwamba sasa hivi vita ya Urusi na Ukraine imeanza kufika ukingoni na kuna wengine pengine walikuwa hawafahamu historia juu ya Urusi na Ukraine kwa miaka pengine maelfu iliyopita. Sasa siku hii ya leo, nitakuelezea historia ya Urusi na Ukraine kuanzia mwanzo kabisa, ninazungumzia miaka maelfu iliyopita na nitaelezea kwa, na hii ya leo itakuwa ni sehemu ya kwanza. Kwa maana hiyo, ukitaka kupata sehemu ya pili sasa hivi subscribe hapo chini, click sehemu iliyoandikwa subscribe, ili sehemu ya pili ya historia hii nikiirusha, uwe wa kwanza kupata notification. mimi ninaitwa Rachel Robin na hii ni Rachel Robin online TV. Usisahau pia kushare. Leo hii kuna nchi tatu maarufu sana duniani: Urusi, Ukraine pamoja na Belarus. Hizi ni nchi ambazo zimepakana na, na ziko katika bara la Ulaya, upande wa Ulaya ya Mashariki. Nchi hizi watu wake huwa wanaitwa Slavic people, wanaongea lugha ambayo inaitwa Slavic. Watu hawa zamani walikuwa ni wamoja, yaani Warusi wa Belarus pamoja na wa Ukraine, hawa ni watu wamoja ni ndugu kabisa. Zama hizo zamani sana, watu hao walianzisha himaya ya pamoja iliyokuwa inaitwa Kievan Rus. Himaya hii ya Kievan Rus haikuwa na ardhi kubwa sana, kwa sababu hata hivyo hawakuwa wengi, kwa hiyo himaya hii ilikuwa ni himaya ambayo ilikuwa inajumuisha hao watu wa hizi nchi tatu leo hii, ambao leo hawajiiti ndugu lakini zama hizo walikuwa ni ndugu. Na himaya hii ya Kievan Rus, mji wao mkuu ulikuwa ni mji wa Kiev ambao leo ndio mji wa Kiev wa pale Ukraine, mji wa Kiev wa Ukraine ambao ndio mji mkuu wa Ukraine sasa hivi. Huo ndio ulikuwa mji mkuu wa himaya ya Kievan Rus iliyokuwa inaundwa na ndugu wa pamoja ambao leo wameunda nchi tatu, nchi ya Urusi nchi ya Belarus na nchi ya Ukraine. Baada ya pale wakaendelea na himaya yao na kuishi pamoja kama ndugu. Hatimaye iliibuka himaya yenye nguvu kuwahi kutokea duniani himaya ya Mongol. Wengine wanahitaga himaya ya Mongolia. Himaya hii ya Mongol iko katika ilikuwa katika bara la Asia katika nchi ambayo leo hii inaitwa Mongolia. Nchi ya Mongolia ni nchi ambayo mapakana na China, nafikiri wengi mnaifahamu nchi ile ndio ilitengeneza imaya kubwa kuwahi kutokea kuliko imaya zote niyane. Nikisema hivi inamaanisha kwamba himaya ya Mongo ndio himaya ambayo ilikuwa kubwa kushinda hata imaya za wazungu. Nafikiri wengi tunafahamu wazungu walisimamisha imaya kubwa zenye nguvu kama imaya Roman, imaya ya wa Waingereza, imaya ya wa Warusi, imaya nyingi zilisimamishwa zenye nguvu, lakini hazikuwahi kuwa na nguvu kama himaya hii ya Mongol ilikuwa na nguvu na ilichukua maeneo mengi sana, kuliko himaya za wazungu ambazo tunazifahamu sisi leo hii katika historia. Kwa hiyo wakati himaya hii ya Mongol kule katika bara la Asia inajitanua, ikayaona maeneo hayo ya Ulaya Mashariki na, na wakaanza kuchukua, basi wakaenda na hatimaye wakaifikia Kievan Rus, imaya iliyokuwa inaundwa na Warusi wa Ukraini pamoja na Wabelarusi wakaipiga Kievan Rus na wakaanza kuitawala Kievan Rus. Walianza mapambano miaka elfu moja mia mbili thelathini na saba kufikia mwaka elfu moja mia mbili arobaini himaya ya Mongol ikawa tayari inaitawala Kievan Rus. Kwa hiyo Warusi wa, wa Ukraine na wa Belarus wakawa chini ya imoyo, himaya ya Mongol, himaya ya kutoka bara la Asia. Kwa hiyo wakaanza pale kutengeneza utaratibu mpya wa maisha juu ya mabosi wao ambao ni watawala wa himaya ya Mongol. Style ya watawala wa himaya ya Mongol ilikuwaaje? Ilikuwa hivi kama nilivyosema, hii ilikuwa ni himaya kubwa kuwahi kutokea, haiko sana katika historia, kwa sababu tu haikuwa himaya iliyotawala muda mrefu sana kama himaya ya Roman, lakini himaya kubwa kushinda himaya ya Roman. Kwa kuwa walikuwa na maeneo mengi sana wanayatawala wakawa wanafanya kwamba kila wanapoenda kuchukua maeneo wanawaacha wale watawala wadogo wa wadogo wazawa ndo watawale yale majimbo, alafu wao ndo wanakuwa mabosi wakuu. Kwa hiyo hata walipofika pale katika himaya ya Kievan Rus wakafanya vile kwamba majimbo mbalimbali mbali pale wakawaweka watawala ambao ni wazawa ambao ni wa Ukraine, wa Rusi na wa Belarus wakawa wanayatawala majimbo mbalimbali mbali pale, alafu wale watawala wazawa ambao wanakuwa kama magavana sasa wanapeleka taarifa na majibu yote kwa mabosi wao ambao ndio watawala wakuu wa himaya ya Mongol. Kipindi hicho himaya hii ya Mongol ilikuwa inatawaliwa na wajukuu wa mwanzilishi wa himaya hiyo ya Mongol. Kwa hiyo maisha yakawa hivyo. Hawa watu walitawaliwa na wale wa Mongol kwa muda mrefu sana, kwa karne mbili. Walianza kutawaliwa kuanzia mwaka elfu moja mia mbili arobaini mpaka mwaka elfu moja mia mbili themanini kwa, kwa miaka mia mbili wametawaliwa na himaya ya Mongol. Baadaye himaya ya Mongol ikaanza kupungua nguvu, wale wajukuu na vitukuu waliokuwa wameachiwa himaya wakaanza kugombana wao kwa wao. Kwa hiyo wakawa wamepungua nguvu. Kama nilivyowaambieni, hii himaya iliwaweka wazao, ndio wakawa kama magavana katika majimbo mbalimbali ya hapo Kievan Rus. Kwa maana hiyo mmoja wa magavana Uh, alikuwa anaitwa Ivan wa tatu au Ivan the Great. Huyu alikuwa ni gavana wa jimbo la Moscow ambao kipindi hicho palikuwa panaitwa Muscovy. Leo hii tunaifahamu kama Moscow. Kwa hiyo gavana yule wa jimbo la Muscovy au Moscow, ambaye anaitwa Ivan wa tatu, ambaye alikuwa ni gavana, kwa kumsaidia baba yake, kwa sababu baba yake alikuwaga kipofu kwa hiyo yeye akawa anamsaidia baba yake. Baba yake na huyu Ivan wa tatu alikuwa anaitwa Vasili wa pili, aligombanaga na ndugu yake, ndugu yake akamfanya akawa kipofu. Kwa hiyo akaamua kumpa mwanaye amsaidie kuongoza ikuwa kama governor pale katika lile jimbo la Moscow au Muscovy. Kwa hiyo Ivan wa tatu akawa yeye ndo anakaachiwa pale na wakuu wake wa himaya ya Mongol, watu wa kutoka Asia. Sasa huyu Ivan wa tatu alipoona wale viongozi wake wa himaya ya Mongol wanagombana wao kwa wao, sasa nguvu inawaisha. Akaanzisha mapambano ya kujikomboa yeye na watu wake pale Moscow. Mapambano yalikuwa ni makali sana, alitengeneza jeshi, wakaanza kupigana na mabosi wao wa Mongol, vita kali sana lakini ilikuwa ili walikufa wengi sana waka yani, walipigika, lakini na wenyewe waliendelea kupigana mpaka mwisho, na hatimaye wakafanikiwa kuwatoa himaya ya Mongol katika ardhi ya Moscow, na hatimaye akatengeneza himaya, na hiyo ndio ikawa himaya ya kwanza ya warusi pale Moscow. Ndiyo maana Moscow ndio kitovu cha warusi. Ukiigusa Moscow, wale watu wanaweza kakula nyama kwa sababu pale ndipo kila kitu kilipoanzia. Kwa hiyo Ivan wa tatu au Ivan the Great akawa mtawala wa himaya ya kwanza ya Warusi pale Moscow au Muskovi kama zamani ilipokuwa inaitwa, na alipotengeneza ile himaya ndipo sasa kulikoanza, walikoanza kujitenga na Waukraini, kwa sababu ikumbukwe lile lilikuwa ni jimbo moja tu la Moscow. Kwa hiyo wale wengine ndugu zao waliokuwa katika maeneo mengine hawakuja huku kuungana nao katika himaya hii mpya ya Mosko, wao wakabaki huko ili watengeneze himaya nyingine, na hao sasa ndio wakaanza kujiita wa Ukraine. Alafu hawa huko waliokuwa wamebaki katika jimbo la Mosko wakaanza sasa kujiita wa Rusi, mmenielewa eh? Chini ya mfalme wao wa kwanza Ivan wa tatu. Ivan wa tatu akaitengeneza ile himaya ikawa kama ndo inaitwa Roman ya tatu akimaanisha, kwamba himaya ya Roman ya kwanza, himaya ya Byzantine iliyojitenga kutoka katika himaya ya Roman ya pili, alafu wao ndio kama Roman ya tatu, na pale ndipo ambako walikubali pia ku, ku, ku, uh, kuacha upagani na kuingia katika dini ya Kikristo, lakini dhehebu la Orthodox ambao lilikuwa ni dhehebu Li, uh, lililokuwa limeanzishwa na himaya ya Byzantine iliyojitenga katika himaya ya Roma. Ndio maana Warusi leo hii ni Wakristo wenye dhehebu la Orthodox. Nafikiri kwa leo niishie hapa katika historia hii, usahau kusubscribe ili nitakapoleta historia hii